Maraba, nilikuwa nakwambia hivi, chumbani kwangu hamna umeme. Unasemaje? Hakuna umeme chumbani kwangu toka jana usiku. Wewe nilipokupangisha chumba, umeme ulikuepo au hamna? Ulikuepo. Sasa sasa jana usiku umekatika chumbani kwangu tu mimi hapa, na mimi siwezi kukaa na giza. Kwa hiyo huku ulikuwa unawaka kwako? Ndio. Hamna? Ndio. Panya! panyaao Panya! Yani yule kijana alikupona kama ndani? Yule kijana alikuwa mchafu sana, alikuwa na zile nyule zake zikuwa zina chawa wamesambaa ukuta mzima. Nikapuliza puliza puli za dawa hapa na mke wangu, makunguni, kunguni, machawa. Ndo mana kaacha hivyo vitu. Sasa baba yule ameondoka na vitu vyake, eee basi utakuwa makuja na wewe na masofasofa yako ya. Maana wewe na yule hamna tofauti? Mimi yule ndio ipo hivyo. Mimi nina nuksi na nyumba yangu. Yaani nyumba yangu mimi napata shida na wapangaji. Mimi naishi vipi na minyole kama hiyo? Baba. Yaani chumbani kwangu hakuna umeme. Nimekuja kukuambia inawezekana labda kuna shoti. Ufanye utafiti ujue kwamba shida ni nini. Sasa unakuja kuniambia habari za panya kweli? Umeona sasa? Katika wapangaji wenye akili. Wewe ndio maana nikasema wewe ni mpangaji mwenye akili. Yaani kama umejua ume ndani kuna shoti basi unajua na wapi utampata fundi. Sio mimi, we hapo, unachotakiwa ulitakiwa umtafute fundi. Mi fundi namtolea wapi baba? Sasa mimi fundi umeme, umenisomesha umenipeleka pesa? Mimi kazi yangu ni kujenga, kutoa pesa, kujenga nyumba ni kupangisha. Maswala ya hiyo internet, internet umeme, fundi, we ni baba mwenye nyumba. Lakini ehe, ndio maana nikasema wewe una akili. Mimi ni baba mwenye nyumba, sio baba mwenye umeme. Wapi huko huko unaponyosha kidole? wapi sasa huko, sumesema ntapata wapi huko mtaya uindini nenda. Kama nyumba hii unakuja hapa zako hapa, mimi kipindi kile unakuja hapa nikakwambia, mtoto we mzuri. Kwa na mimi karibu ukajifanya mdomo juu, ungekuwa una faidi saa hii. Basi samani samani ya nini, katafute fundi nenda, na kama kodi kama kodi ikiisha. Ah, ni katoto kazuri nakwambia, katoto kana rangi yake. Mimi Mpemba na feli wapi mimi jamani ah. Wewe.

Nilikuwa kama mbogo, mbogo, nikavimba nikaambia shot, naenda kwa fundi mwenyewe. Yani nitaka nimpige mpaka makofi misipata naye mtoto eh. Kwa hiyo nikakaa nikafikiria, nikaona mke wangu nikuite, tuongee yani hapo uohata tu shilingi elfu sitini tukamkarabatie ili tuotoke na ikero elfu hamsini au sitini ha? We si matengenezo? Yapi? Si chooni kule. We sijana ukarabati wote kule chooni. Naomba niambie pesa mpeleka wapi? Mafundi hawajakuja. Usintibue, usintibue nywele. Pesa mpeleka wapi? Sasa mamudi, mimi nimefanya matumizi tu ya kintrajensia. Umeona nimenunua fulana kari yako na naviuturituri vya kunukia hapa ndipo nanukia we usikia harufu <coughs> nanukia mke wangu <coughs> wewe pesa umhonga, eh? honga ndo nini pesa umehonga, eh? <coughs> pesa hmm? umehonga pesa umehonga na sija kuuliza kusudi kwamba pesa ziko wapi nia nitakupata tu pesa umepeleka wapi umempa nani pesa Sijampa mtu mke wangu. Nimesema matumizi tu ya kawaida. Nimenunua vitu vingi, nimetengeneza chooni kule nimepeleka. Usiniongopie sasa chooni hapo bwana. Sasa mbona tena barabarani hapa mke wangu, mimi na yeye hatuna baraka. Na leo hakuliki, hakulaliki. Ndio, ndio. Mambo yote. Ha? Ndani tena ndani! <laughs> Mimi siji huko na kuitendani hivi hivi. Jerry, Jerry! <mimitra> na nayavutia moyoni huleta hamu, lakini chini ya maua ni miba huchoma, unaposogea machozi utalia. Mapenzi ni fumbo. Wewe chena. Uja ondoka to? Hapana, sijaondoka. Likuambia oh, nani kamwambia mwenye nyumba kodishia pesa mm, yako uondoke kama unataka niondoke, ni vyema ni kwanza ukapokea hii shukrani yangu kwako, kwa sababu kwanzia asubuhi sijakuona hata ukitoka huku nje. Hivi wewe niongee kitu gani ambacho uenda ukanielewa? Jerry, mi mbona nakuelewa. Shida ni kwamba ulikuwa ndani muda mrefu ujatoka hata nje, kwa hiyo mi nikaa nimekuandalia chakula kama shukrani yangu kwako naomba upokee. Basi kama ni shukurani niishaipokea, nisha, nisha kwambia. Oke sawa, nimeitikia basi. Nenda mwambie mwenye nyumba akupe pesa uende. Lakini Jerry, nionee basi huruma mwenzako, nimeenda sokoni nimenunua kila kitu nije nikuandalie yote, ni kwa sababu ulikuwa ndani, nikahisi pengine labda ujala chochote. Nimejitahidi nimepika, nimepoteza muda wangu, Jerry yote ya nimefanya ni kwa ajili yako, naomba basi unielewe. Najua sawa mi ni msumbufu na unakerwa na usumbufu wangu, lakini nioni hata huruma. Chukua basi ataiti chakula hata usipokula we nienda kakimwage kuliko mi nikarudi nacho tena ndani, tambua nimekuandalia wewe. Naomba basi nipokee chakula changu, sawa nitaondoka lakini Naomba basi upokee kwa sharti moja. What? Fanya tulichokubaliana, sawa. Na nawe ule vizuri. Okay. Vipi kuhusu ume ume nini, umekionja chakula ulichopika? Hapana, sijaonjanamle ke chakula. umeweka nini? sijajua ni vitu gani, kwa sababu mi nimeenda sokoni, nikambua hichi ni kizuri kwenye chakula, kina testi nzuri na kinanukia vizuri, kwaa mi nikachukua kwa pamoja, nikachanganya. Inamaana e, ju kupika e, ndio maana chakula kibaya. mamimagadi si manini Jerry, kwani umekula? Ulikialifanya nini? Mi nilijua hautakula kwa sababu nilijua hautakipokea pia. mm -hmm. Subiria. Baby, unajua unajua mimi natamani mipango yetu iende haraka, hatimaye kuvute ndani mtu mzuri, uwe the love of my life siku zote <laughs> baby, unajua mimi ile siku tumekaa hapa kuna kuna mawifi, kuna wazazi, kuna nani. Mimi sehemu nini naisubiria nini, pale ambapo anasema ah, minyama nyama, nitakunyanyua mambo yako, unajua nini, ndevi. Hiyo siku mimi naisubiria kwa hamu. Kwanza nataka nipendeze kuliko watu wote, yani nikipita hivi Sarafina wa Dave anapita. Kwa nini wewe kila kila kila sehemu Dave, Dave, Dave. Kwa nini unajua kuniita mimi mpenzi? Dave bwana. Anarudia tena Dave na Dave, Asa, mi mimi hauko romantic. mimi ndani yako. Wewe ni mpenzi wangu, wewe ni Dave. Ona, ona tena Dave tena. Basi sawa, sawa mpenzi wangu. Kwani lakini

Nakuja <coughs> kula mianinzie, mtu anaondoka na niachaje hivi? Unaendeleaje? <in> <coughs> kwani unaumwa sana? Kama unaumwa sana twende hospitali. Jerry, naomba unisamehe, mi sikujua kama utaumwa hivi, na haikuwa mapenzi yangu mimi kukufanya we uumwe. ni bahati mbaya tu imetokea, naomba unisamehe. Mbona mimi nimekula kile chakula, mbona wewe ujaumwa? Sijui kwa nini sijaumwa. Mi nilipoona tuwe umekuwa na hali mbaya. Na mimi nikachukua kile chakula nikala ili wote tuwe sawa. Mbona unisamee, kwa kile chakula umeweka nini? hata sijui ni vitu gani, maana nilipoenda sokoni waliniambia tu hivi viungo vina ladha nzuri na harufu nzuri. Kwa mimi nilipokuja nyumbani nikaika vyote ili viwe na ladha nzuri, hasa sijajua imekuwaje. Maana hata dada uaga anapikaga hivyo, anaikaga hivyo viungo kwenye chakula, kwa nami nikaika vyote ili kiwe kitamu zaidi, ambao nisamee Jerry, sikuwa na maana mbaya, nisamee. Kwani unajisikia vibaya sana Jerry, unaumwa sana. Baba. Shikamo. Marhaba. Bibi. Safi. Kazi, nasemaje? Ah, kwa kweli nashukuru Mungu, zinaendelea vizuri kabisa, tunapambana, kila kitu kiko sawa ah, ila sasa naona kuna kitu kimoja, maana siku hizi zimekuwa bize kwa kiasi kwamba mpaka siku unalala nyumbani siku ulali. Vipi, inakuaje? Ni kweli, kwa sababu muda mwingine wateja wanakuwa wengi sana, kwa hiyo nashindwa kuwaacha wale peke yao, inabidi tusaidiane wote kwa pamoja, afu muda unakuwa umeenda, nakuwa ni usiku sana, inabidi tulale tu pale pale. Ah, ni sawa basi na mimi nataka nije siku mbili hizi kutembelea ili kuona shughuli zenu zinaendaje. Unataka e? Uje e, nami nije kuona maana shu... yake. Unajua shughuli ambayo imeshatengenezwa kwa ubora kiasi hicho, nami nije nitembelee, uje ofisini, uje ni kweli baba sasa Ah, nitakwambia lakini inabidi siku mbili hizi ndio nipange hiyo, afu nikwambia, kwa sababu nami nimebanwa kidogo na kazi. Kwa hiyo utakuja eh? Nitakuja, hamna eh, shida. Utanijulisha baba, kwa nataka kuja. Napenda kuona hii shule ambayo inakufanya wewe unakuwa ulali kesho unalala, maanake uko ukobizi sana, na mimi nione ule ubizi wenyewe basi. Una make sense. Sawa sawa baba, haya.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 ila konde nimepiga nikihope mbivu nitachuma. Mwiba wa mapenzi ah, mwiba wa mapenzi eh, eh, wanichoma moyoni furaha sioni, ikicha ni kidogo kidogo badei yapotea.